Lydia Zigomo, mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na mpango wa uzazi, UNFPA kanda ya Afrika, anasema kupunguzwa kwa misaada hiyo kumesababisha madhara makubwa, huku maelfu katika maeneo ya mashariki na kusini mwa Afrika wakikosa huduma za uzazi wa mpango. Kulingana na Zigomo, nchi kama vile Sudani Kusini, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Madagaskar tayari zina viwango vya juu vya vifo vitokanavyo na uzazi, na kwamba hasara iliyobainika mara moja kutokana na kuondolewa kwa ufadhili wa Marekani kwa UNFPA nchini Kongo, Sudan Kusini na Ethiopia ilifikia takriban dola milioni nne. Aidha amebainisha kuwa vituo vingi vya ndani ambavyo vinatoa huduma pia vimepoteza ufadhili wa Marekani. Hatua ya Marekani kusitisha ufadhili wake imesababisha kuathirika kwa mfumo mzima wa ekolojia ya kuimarisha afya ya uzazi na ngono salama, afya ya baada ya uzazi na afya ya mtoto na vijana walioko katika balehe. Afisa huyo wa UNFPA amesema ukatili dhidi ya wanawake, vifo vitokanavyo na uzazi na mimba zisizotarajiwa zitaongezeka, huku afya ya hedhi salama na huduma zinazohusiana na ujauzito zitaathirika. Zigomo anaongeza kusema kwa muda mrefu kutakuwa na magonjwa mengi ya zinaa na utoaji wa mimba usio salama. Ndoa na mimba za utotoni pia zinaweza kuongezeka kadri familia zinavyozidi kuwa masikini. Aidha, kutakuwa na mvurugano mkubwa kwenye ugavi katika dawa za uzazi wa mpango na afya ya uzazi. Gertrude Mucheri, mama kutoka Zimbabwe, mwenye umri wa miaka 35 anayetegemea huduma za bure za mpango wa uzazi Hakuwa mwenye bahati alipokwenda kwenye kituo cha afya cha umma Chitakatira, mashariki mwa Zimbabwe. Wauguzi katika kituo hicho kilichoko nje ya mji wa Matare na kinachopokea ufadhili wa mashirika ya misaada ikiwemo huduma ya idadi ya watu ya Zimbabwe, walisema wameishiwa dawa siku hiyo. Mucheri ni miongoni mwa mamilioni ya wanawake duniani kote wanaotegemea kupata bure huduma za uzazi wa mpango kutoka kwenye miradi ambayo imekumbwa na msukosuko tangu rais wa Marekani Donald Trump Alipotangaza kusitisha misaada kupitia shirika la maendeleo la misaada la nchi hiyo USAID. Pesta Siraha, mkurugenzi wa huduma ya idadi ya watu ya Zimbabwe, anasema kusitishwa kwa huduma za USAID kuna kiuka haki za wanawake na kwamba huo ni uamuzi wa kikatili . Mwaka 2024 USAID ilitoa hadi dola milioni 360 kwa ajili ya miradi ya afya na kilimo nchini Zimbabwe. Kila mwaka bajeti ya afya ya Zimbabwe inakuwa chini ya kiwango kilichowekwa katika azimio la Abuja la mwaka 2001, ambapo serikali za Umoja wa Afrika zilijizatiti kutumia takriban asilimia 15 ya bajeti zake katika huduma za afya. Naibu waziri wa afya wa Zimbabwe Sleiman Quidini anasema serikali imekuwa ikinunua bidhaa zake za uzazi wa mpango kupitia kampuni ya kitaifa ya madawa ambayo ni wakala wa serikali kwa msaada kutoka kwa ufadhili. Ekenia Chifamba mkurugenzi wa Shamwari YeMwanasikana, shirika la kijamii ambalo linasimamia haki za wasichana, anasema kusitishwa kwa ufadhili ni jambo lisilovumilika, kwani kunaathiri familia nzima. Zigomo anasema UNFPA inatafuta mfadhili mbadala iwe kwa kuzishirikisha serikali za kitaifa au kuzikimbilia sekta binafsi na mashirika ya hisani.